Wa taifa. Yaani sio leo hamasa jana mm. mm. leo mm. kesho kesho kutwa mpaka mm. mtondogoo ni hamasa tu kwenda mbele mm. hey. Na kauli yenu hii tunavuka bado ipo. Yaani bila wasiwasi wasi, tunavuka na tunatoboa, tunatoboa. Yaani sisi tunajiamini mm. Ni watu hao wenye midomo midomo wa kusema kwamba eti hey, mmepigwa huko mbili hapa mtoweza kitu. Mimi mm. ninasema na ninaamini mm. Hapa ni Dar es Salaam, hapa ni uwanja wetu wa Mkapa. Pale pale wanapokufiaga watu ndipo tutakapoenda kumnyonga Mwarabu na imani, na ninaongea ukweli. Kwenye midomo kina nani? Kwenye midomo wapo upande wa pili, kwa majina na wahifadhi, maana wamezoea kuongea ongea wajibidomo. Sasa sisi hizo goli mbili ni mlima mrefu. Ndio maana tunazungumza kwamba na tunasemaje, hizo mbili sisi tunazirudisha na mbili zingine tunapiga na kuvuka. Tunavuka yaani, wakae wakiangalia kwa maneno yao wanayoongea ya kusema sema, eti hizo goli mbili hatutaweza kuzirudisha, hatutaweza kupata tena zingine. Sisi tunarudisha na bomba, tunashikilia goli letu alichochafuliwa. Nasema tunavuka, tunavuka, tunavuka, tunaenda. Nakwambiaje mii, nimeshakutajia kwamba, nimekwambia tu tunaenda mm. Tunavuka. Wambea wakae waangalie na wasikilize hiyo, mm. kesho kutwa ya Jumatano. Hayo ni maneno maneno ya watu wakisema, mama hawezi kuogopa. Kwani mm. mchezaji yeyote alikosea? cha sambia hapa, mbona alikuja akajirekebisha akawa vizuri. mm. na huyo ateba pia atakosea, atajirekebisha <coughs> alikosea maloni akaja akajirekebisha. Maloni eh alikosea na akaja akajirekebisha mm. Kwa hiyo sisi, kwa watu, kwa kuzungumza eti kwamba mchezaji fulani ni bomu, mchezaji fulani walimsema sana juzi hapa, mwanangu Mutale mm lakini mbona juzi kafanya kitu? Kwa hiyo mimi, katika maneno ya watu wanaozungumza kusema kwamba eti fulani imepigwa, fulani ajiwetu, fulani nini, mimi naonaga ni maneno hayo, maneno hata katika kanga yapo, ila ninachowambia waangalie kesho kutwa, alafu wataongea nani alioshindwa. Alimasi, Alimasi, Alimasi, eh? yeah, <laughs> Alimasi si ndio wanaokuja huku tunacheza nao eh. Huku. Eh. huku sisi ule tunampiga nne kavu nne kavu, eh? nne kavu nateba na, na yani, wote tunawajua wewe, tunawambia sio amefanya hivi amefanya hivi, wote tunawapiga nne kavu. Ile kauli ya mwaka robo ndo inaenda kuishia msimu huu, yani kesho kutwa ndo inaisha. Wakae wakijiandaa kuangalia kwamba hakuna mwaka robo, utakuwa mwaka nusu. Ikitokea Mama Boko amjafuzu unusu fainali, nani alaumiwe? Viongozi ama benchi la ufundi? Nimekuambia tunashinda, hakuna atakayeshindwa, tunashinda <tipas> usinizungumzie habari za kushindwa babu <tipas> nimekuambia tunashinda, chukua kauli yangu, tunashinda hakuna <tipas> uenda hapo <tipas> hapo, hamna huenda. Hiyo ni moja kwa moja, kwa mimi natoa moja kwa moja hiyo e. Yaani, wewe unaniangaliaje? Kwanza fulani hizo, kwa nazo zote hizi, leo nimeloa mvua tangu jana juzi mpaka leo. Ushindi upo babu. mm -hmm. Ushindi upo. watu ambao wanacheza mechi mechi zenu unawaambia nini? naambia waendelee kucheza, lakini zitawakosti hmm. waendelee kuzicheza, lakini zitawakosti na wataona aibu. Mama Boko eh, mmemwalika <laughs> Pole fasi Mwamposa mtuma budoza kwenye mechi. Mpaka mkuu wa mkoa wa Tabora. Kwani hujasikia? Eh, eh. Wote tumewaalika na wanakuja. Mwamposa ndio kufanya nini Mwamposa? Kwanza, anataka akija ni mkabizi kijana wangu mtale. Ndio, yeah. Maana tunamwaahidi aje mm. Naye tumemwaalika vuka na chako, unaona ukikiona. E, ndio maana yake mm, tutavuka na ushindi wetu mm, e, na magoli yetu manne na ushindi wetu na nusu fainali tunaiona. Eh, nilimwambia juzi kati mzee wangu, e, si niliongea kwamba nampeleka kwa, kwa Mwamposa mm, bahati nzuri kabla sijafika kaweza hivi, namsubiri Jumatano akija nimwongezee. Eh, maboko mnatamba nini? Tunaringa babu, tunajidai na simba yetu. Hatuna shida, yaani hatuna shida. Si unatuona tunatamba miji yote, hatuogopi yeah. Goli mbili wala ni tunatamba na bado tunaendelea kutamba. Wanaombea njaa Wabe... wale, wale njaa itaafika wao, si shibe tu tunaona ubwabwa huo hapo. <laughs> <laughs> wape salamu mama Boko, na wapa salamu wakae watulie waangalie hiyo Jumatano yeah. mnyama anavyomuua mtu anavyomburugiza goli nne bila. Semaje la huko yule yeah. Mtoto mtoto wangu lakini, ana mdomo mdomo, yule mtoto maneno yake sometimes yanakela, alikamwe mm. Apunguze mdomo mm. he -he. Atakuja kustukia siku yuko selo kabisa mm. he -he. He -he. Ha, utani sasa unavuka yeah. Wewe uwezi kumwambia mkuu wa mkoa maneno yale he -he. apunguze mdomo mwanangu. Ah, mwanangu nampenda mimi alikamwe, sina shida naye, ni mwanangu mm. nampenda sina tabu naye, sina wasiwasi naye eh, nilimwonea tu imani yeah. Nikushukuru sana asante sana.